Kampuni ya Prime Video inakuletea filamu mpya inayokwenda kwa jina la Host. Filamu hii ya kutisha kutoka nchini Thailand iliyochapishwa rasmi mnamo Oktoba 23, 2025, ni filamu yenye msisimko wa ajabu inayohusu msichana aliyeitwa Ing aliyetumwa kwenye shule ya urekebishaji ya makosa kutokana na utovu wa nidhamu kwenye kisiwa cha mbali ambapo huko anateswa na kunyanyaswa. Watesaji hao wanakuja kugundua kuwa Ing kuna roho ya mama yake ambayo inaishi kumlipizia kisasi. Roho hiyo inaanza kumlinda na kuanza kuwaua wale wanaomdhuru. Filamu hii imeongozwa na Pokpong Pairach Khumwan na ikiwashirikisha waigizaji wa, wa Thailand kama vile Baipor-Thitiya Sleep na Perth-Veerinsara. Filamu hii inachunguza mada za uonevu, hofu isiyo ya kawaida na hadithi hii ya Thai Mae Sue, roho inayosemekana kuwalinda watoto wachanga. Filamu hii inapatikana kwenye website za Prime Video ulimwenguni kote. Fuatilia kisa hiki ili kujua ni nini mwisho wa huu wa kisa na mkasa. Ebana.